Tukiendelea kuangazia mzozo wa Israeli na Palestina, tunafahamishwa kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa Israeli itachukua hatua baada ya Hamasi kutoa mabaki ya binadamu ambayo hayakuwa ya yeyote ya wafungwa kumi na watatu wa Israeli waliopotea, ikisema huo ni ukiukaji wa mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Mabaki hayo yalitambulika kuwa ni ya Ofiri Tizafati ambaye tayari mwili wake ulikutwa mwanzoni mwa vita. Hamas ilidai inatekeleza matakwa ya kusitisha mapigano na inajitahidi kupata na kutambua mabaki yote, lakini inakosa vifaa vinavyohitajika kutokana na uharibifu mkubwa katika Gaza. Msemaji wa Hamas, Hazim Kasim